Shughuli za matibabu zilitatizika mjini Bungoma kwa muda baada ya wahudumu wa afya walioko chini ya mpango wa UHC kuandamana kuitaka serikali iwape kandarasi za ajira ya kudumu. wahudumu wao wanalalamikia kuwa licha ya kufanya kazi kwa miaka minne hawajaajiriwa huku wakiapa kutorejea kazini hadi ahadi hiyo itimizwe. Wanataka serikali ihakikishe ya maslahi yao yanaangaziwa sawia na wengine katika taaluma hiyo. We are here because none of us enjoys any form of, none of of of of us us enjoys enjoys any any form form allowance, allowance, allowance, allowance. starting from transport allowance, extraneous allowance, and risk allowance. Comrades power. Na hiyo pesa ilipitishwa hata mwaka jana kwa financial year 2024-2025. Na hiyo pesa uuenye ilienda. Sisi wanaochi katika county ni sawa na wao walioko katika national facilities. Na pesa yetu lazima tulipwe jinsi walivyofanyia wako katika national facilities, juu tumekuwa na contract iliyo sawa, ilhali tunafika hapa sisi tunabaguliwa. Haturudi kazi mpaka wasikize haya matakwa yetu, na ni mawili tu, very simple: 207 million for Bungoma County and 3.5 billion for all the UHC to be converted to PNP.